Tutarudi, tutakaa tutaangalia msimu huu tumefanikiwa wapi, tumekosea wapi, lakini mwisho wa siku, mimi ninachokiona, timu bora imestahili kushinda na imeshinda. First half Yanga nadhani alikuwa na goal attempt kama 4 5 goal attempt, hatukuwa na attempt hata moja kuna muda nilikuwa namwangalia Ibra Baka na, Ibra na Dickson Job walikuwa wamerelax kule nyuma wanaongea na Diara. First half Simba tumepiga back pass, mimi nimezihesabu mwenyewe kwa macho yangu zaidi ya ishirini na nne. First half Yanga amepiga back pass hazizidi nne, mimi ambazo nazokumbuka nimeziona, ilikuwa moja ya Shadrack Isaka Boka na nyingine moja ilikuwa ni ya Dickson Job. Sawa so, sasa ukiangalia maana yake ni nini? Ni kwamba kwa formation Yanga ambayo alikuwa nayo alituwini kwenye first half. Kiungo wetu ambaye tulikuwa tunamtegemea ataibeba timu janshazi ya uwa kuna muda ulikuwa unaona kama amechanganyikiwa hajui nini cha kufanya. Kwa hiyo, mwisho wa siku homework ya Yanga imewalipa. Sawa so, ametoka uh, alitoka ali, uh, baada ya kuingia Clement Mzize. Tuliona beki yetu jinsi ilivyokuwa inakuwa hekaheka. Ukimzungumzia Pakome, wow, what a performance! Yule mtu anajua mpira, anajua mpira. Yaani ukiwa mtu wa mpira ambaye una makando kando, hakuna timu Tanzania ambayo haitamani kuwa na mchezaji kama yule. Mimi ni Simba, naipenda timu yangu, lakini kuna baadhi ya mechi za kimataifa ambazo nilikuwa nikipata nafasi na, na kuja ni kwa sababu ya kumwangalia yule mtu.